bana umtu bongo anakaa masaa yani masaa matano sita saba, lakini masaa mengi nakuwa halipo bongo mona bwana. Kwahiyo nipo na tajiri hapa